Aya, mwangu mimi nipo tayari. Naomba nauli. Kwani tulivyoongea ndani tulikuwa tujaelewana, si ndio? Kuhusu nini? Nimekwambia hivi. Kama una safari yako muhimu, panda chuma tuondoke. Utaki, siwezi kutoa hela yangu mfukoni kumpa boda boda mwenzangu. Mume wangu mimi sitaki kuongozana na wewe wewe. Kwa nini nifanyia hivyo? Wewe nipe tu nauli mimi niondoke. E, mambo yote haya yanatoka wapi sasa? Hivyo mwalea. Yaani mimi siwezi kuitoa riziki ambayo mimi mwenyewe naenda kuitafuta. Wewe umeona wapi? Mbona unaonea hata huruma hata kidogo? Yaani mimi mwenyewe nafanya kazi ya bodaboda. Nitoe tena hela yangu, nimpe bodaboda boda mwenzangu. Asa, hapo yani, yani nakuwa nafanya nini yani? Mume wangu mimi nikwambie tu ukweli. Yaani huu mtaa mzima unakujua. Jua leo hiyo nipakie mimi. Aka, mimi sitaki. Wewe nipe nauli tu mimi niondoke. Hizo sio sababu za msingi. Hizo sio sababu za msingi. Sababu ya msingi, we, kama una safari yako hiyo ya umuhimu, panda kwenye ichuma tondoke. Siwezi kutoa langu. Hivi juzi tu tumetoka kwenye maandamano hapo, siku tano tumekaa bila kuingiza chochote, unavyojua we lakini mwisho wa siku leo nataka tena ile riziki nimpe mtu? Ah, we we we we we we, huo muda ambao mimi unanipeleka huko ni muda wa kufanya kazi ukaingiza kipato. Haya, kwanza kunizungusha mimi kitu gani? unataka kuniangusha mimi unitia kilema cha ukubwani? ah. Hiyo hiyo hiyo hiyo hela naenda kutafuta, ndo nataka nimpe huyo, nimekwambia hivi. kama utaki kuondoka safari yako, ndo basi wewe kaa hapo, utajua wewe. mume wangu, nikwambie kitu, yaani tukipanda hapa wote wote, tunaweza tukapata ajali tukafa wote, ni bora wewe ukaondoka. ukifa wewe, mimi nitabaki kuilea familia. yaani hapo sasa, kwenye kufa muona? Hapo kwenye kufa, mi ndo nataka yaani, mi nataka ndo tufe wote, kwa sababu wapendanao wafa kwa pamoja, na mimi na wewe tumeandika kufa na kuzikana. Sasa unashanga nini? Kufa pamoja, panda chuma tuondoke. Chuma nishaisafisha, chuma ipo fresh na ile namna gani kimazingira hivyo. Kama utaki tula badilisha ngozi zako, kaa ndani, fanya hivyo mambo mengine kama kazo hapo. Kama unataka kaa kwenye chuma hii, e, hapa chuma nishaisafisha fresh, lakini mimi wangu anaangalia sasa, kwa mshirikina mwanamke. Mbona umeloga tikiti <coughs> yangu mpaka hiyo n yani, jamani, mimi mwenyewe nachoka na hichi kikundi yani. Kwanza kijumbe, naomba nikwambie kabisa, kuanzia leo kwa huu usumbufu unaoendelea kutokulipa hela zetu, mi sitaki. Mimi kifika zamu yangu ya kupokea sitaki ubabaifu wazungushani wote leo kama hivyo wajaleta mpaka saa hizi kesho asubuhi. Kijumbe, nataka hela yangu, si unanielewa? Sasa mimi nifuate nikamshike mguu hivi? Mna nini nyinyi? nataka kumlaumu mimi tu. Hapo, hapo Kijumbe, tunakujua tabia yako. wakati anapokea Diana, ulifanya haraka haraka akapokea, watu wengine wanawazungusha. Ndio kusemaje? hela za wengine unatoa, ila ikifika sisi zamu yetu hautupatii pesa yetu. Sasa leo tutashikana mashati, ndugu yangu, yaani hapo hapo. Yani, Stella anajikuta sana, yani anajikuta pisi. Yani mi namchukia yule, ngoja aja hapa nitamuonyesha shosho, eh? bara zuri, wakubwa kubwa nyii za huko utoka hostel. <laughs> sijaziandika eh. <laughs> hey, <laughs> wana kiele hey, naye mwisho gangu kale mko nimekumisi ndio kuongea sasa hivi ni nawe, acha unafiki ndio karibu. Basi yote tisa kumi, hapa tunajadili hela, ndugu yangu, leta hela unadai hela ya vikoba, na hata sitaki kupindisha mada kuonekana mnafiki. <laughs> Sina shida ndogo ndogo.

Hivi unajua, mama wangu mimi ananichanganya eh, mimi nishaanza kuchoka. Haya, tunaweza kuchanganyikiwa na mapenzi yani? Yule mwanaume mimi simuelewi siku hizi, ni ananikera yani, nimemchoka kwa kifupi. Sasa kama umemchoka, ndugu, kwani anakupa 2500? Hebu kwanza tuanzie hapo. Shida una wanaume wengi, Stela, eh? Ushindi kutana na mwanaume mmoja kama mimi, kijumbe mwne mwne, daka, ukuna uyu, ukuna uyu, ukuna uyu, na mwanaume mmoja tu wananilipia hela vikoba. Yii mnadaka huko na huyu huko na huyu, mtapata na maradhi bure. Wewe unasemaje? Mimi nina wanaume wengi. Wala kunishauri mimi wewe, una kipi kigeni nisichokijua, mimi wewe cha kunifundisha. Nyi nyinyi nyote hapa vizuri ninawafahamu vizuri, samani wa... <gibu> hapa mtandao uende, hamna mtandao mpaka uende huko <gibu> Hey! Mwanzaa! Umalaya tu unamsumbua. Hana lolote. Huyu <laughs> dada apoi. Picha linaanza kupata bwana mwingine. Sija stea wewe. Hello baby. Hello mangu. Apoa ni baby, wezi amini, nili sahau, nilisahau kukwambia laini yangu ya Voda nikuwa nadaiwa songesha. Kwa ko yote ulionitumia imekatwa yani, bahati ningekutumia laini, laini ya Airtel kweli. Kweli. Hii bibi, nakwambia, jiandae leo, nimekupania kweli, jiandae. Nakuja sasa hivi. Sawa. Okay bye. Bye baby. Bye. <tikos> Yaani bora hata uyo Stella akatoa mapema hiyo hela. Na mimi nina matumaini ya kupata hela yangu kesho. Kijume, niko chini ya miguu yako, Asubuhi kesho nataka hela yangu, kama nilivyokuwa angaangali kutoa hela za watu, naomba na mimi unifikishie. Nimechoka mimi kila siku kula matembele, jamani. Nifikishie hela yangu mapema, na mimi ile vinyama mchana, jamani. Uzuri hapo, vizomo wanakusikia, ndio uzuri. Mmemsikia mwenzenu Diana? Mmemsikia Diana? Tumesikia yeye kutoa hela mpaka mpige simu ya mbili mbili, hiyo kazi siwezi eh. Hey, hey, wewe kijumbe umezidi. Hela tunakupa kwa wakati, wengine wanawapa kwa wakati, wengine wanawasumbua. kama unakulaga na mume wako utatuambia, ndio Jamani, hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Nilikuwepo. <laughs> Ah, wazungu wanasema imejesi huyu naye kiguu na njia, sijui saizi tena anaenda wapi? Jamani, nachoka mi mtoto wa Klemest Mwandambo. <laughs> Mambo, wapi? Nenda chamazi. Sawa, tunaondoka ni. Lakini unajua nauli kama imeongezeka, mmeshaanza hey, tena boda boda hapa. Hmm, kwani hujui kama mafuta yameongezeka bei? Twende tu. Eh, jamani jamani jamani. Eh, e jamani kama tunafanyana hivyo tena, boda boda yetu tutakuja kuvunja na viuno jamani tena. Mtu mwache apande, angalia na vimo vyenyewe tulivyokuwa navyo. Mwache mtu apande kae vizuri e, na inaona unakuwa na haraka. Ah aka. Ah, <tipi> kwa hali tutafika kweli. Mungu atusaidie tu huko mbele. Jamani. Kwa nini unajua kazi yetu mm, si rahisi? Mara si unaelewa. Eka na kubandua. Hatuna muda wa kukalisha chapo sasa, mwanangu ah. Baridi basi ah, poa Ndugu yangu nipo nje bwana pa ah, tunajua tena mwanangu chuli nimepatana na mvua kula wimawima, kakaangu ah baridi mwanangu. Mimi ningefikiri yani wewe mtu wa tofauti tofauti na vijana wa huku, yani kumbe ndo wale wale mwanangu, yani umeuweka zaidi ya kuuweka kama penzi mapenzi, mwenzako siwezi, utaishia kunipa